ya Machi 22 mwaka 2015, kipindi hewani itoongee magazeti bila shaka umeamka salama mtazamaji wa Star TV, kwa nami imakushikirulia katika kipindi hiki. Naanza na gazeti Mwananchi katika ukurasa oh, wa kwanza lenye ulaandika, nimeshawishika akubali kuchukua fomu kwa nia ya urais kwa tiketi ya CCM, atangaza mbele ya mashehe 50 wa Bagamoyo, awatuma wakampe ujumbe JK kwamba ataanzia atakapoishia. Lakini pia kuna munduri, habari picha ikimwonyesha mbunge wa Monduli Edward Lowasa. Habari hii kwa undani ni ukurasa Hatimewe, wa pili. Hatimaye mbunge wa Monduli Edward Lowasa amesema ameshawishika na kuweka bayana kuwa atachukua fomu ya kugombea urais kwa tiketi ya chama cha Mapinduzi CCM. Lowasa, ambaye alikuwa waziri mkuu wa serikali ya awamu ya nne, amekuwa akitajwa kwani mmoja ya makada wa CCM lakini hakuwahi kutangaza nia ya kuwania nafasi hiyo ya juu ya uongozi nchini. Lakini jana alilazimika kufunguka kuhusu suala la urais ambalo yeye na wenzake watano wafungiwe kwa kipindi cha miezi kumi na mbili kujihusisha na harakati hizo baada ya kamati kuu ya CCM kuwa kuwatia hatiani kuwa walianza kampeni mapema kabla ya muda kufika. Habari nyingine katika ukurasa wa kwanza ni dakika 125 za Lisu so, kama shubiri bungeni. Habari inayotoka bungeni Dodoma inasema mbunge wa Singida Mashariki kupitia Chadema Tudulisu juzi alitumia dakika 125 kupinga mswada wa sheria ya usimamizi wa maafa wakati bunge lilipokaa kama kamati kupitisha vipengele. Na ukurasa wa tatu kwenye gazeti hili laandika Ukurasa wa tano Mlazi liandika bunge lasema Zitto kulipwa mafao yake yote, ikiwa ni siku moja tangu mbunge wa Kigoma Kaskazini Zitto Kabwe kaza kung'atuka katika nafasi yake ya ubunge. Bunge limeeleza kuwa mbunge huyo atapata mafao yake yote kama wabunge wengine. Zitto, ambaye alitangaza juzi bungeni kuwa anaondoka baada ya kuvuliwa wanachama wa Chadema, aliahidi kuwa Mungu akipenda atakuwa tena ndani ya chombo hicho cha kutunga sheria Novemba mwaka huu baada ya uchaguzi mkuu. Wasira asema ilani mbioni kukamilika ni miongoni mwa habari katika kurasa wa tano kwenye gazeti Mwananchi. Inasema waziri wa kilimo cha kula na ushirika Stephen Wasira aliyepewa jukumu la kuanda ilani kwa ushirikiano na timu ya watu 23 wa chama hicho itakayotumia kwenye kampeni za uchaguzi wa mwaka 2015 hadi 2020 amejitokeza, hiyo ipo kingoni kukamilika. Habari nyingine ni CCM na Chadema waikosoa taarifa ya mdhibiti mkuu wa serikali. Habari inayotoka Arusha inasema chama cha mapinduzi CCM na Chadema wamekosoa taarifa ya mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali CJI kupata hati zaaka na kueleza kuwa hesabu za vyama vyao <hihihi> na nikitimisha gazeti Mwananchi nakamata gazeti Majira katika ukurasa wa kwanza waraka wa katiba wa ibua jipya Zanzibar, ni ule unaopinga katiba inayopendekezwa. Viongozi wa dini wa wabana wa kuomba radhi, wadaiwa kutumia jukwaa la kanisa kisiasa. Habari hizo kwa undani ni ukurasa wa nne. Kamati ya vijana wapenda amani Tanzania imewataka viongozi wa dini ya Kikristo walioshiriki kutoa wa waraka unaowataka waumini wao kutoipigia kura katiba inayopendekezwa kuwaomba radhi Waislamu kwa wa kwa kuingilia wa uhuru wao Habari nyingine katika ukurasa wa kwanza ni Kikwete aanza ziara Namibia. Habari hii kwa undani ndani ya ukurasa wa nne inasema rais Jakaya Kikwete amewasili nchini oni kwa ziara ya siku tatu ambapo atahudhuria sherehe mbili kubwa na muhimu taifa hilo. s yatoa agizo zito Arusha, Kinana asisitiza ulipaji kodi kwa wafanyabiashara, ni miongoni mwa habari zilizopewa uzitoa juu katika ukurasa wa kwanza kwenye gazeti. Tipata ukurasa wa nne ni chama cha mhindu CCM kimeuongeza uongozi wa jiji la Arusha kuacha kutoza kodi kubwa kwa wafanyabiashara wa soko la Kilombero, badala yake wakae na uongozi wa soko ili kupitia upya mapendekezo ya tozo za ushuru na ukurasa wa pili kwa gazeti ni habari za kimataifa ambapo kuna habari zinasema, wanajeshi waliohukumiwa maisha jela wa kata rufaa. Ni wanajeshi 26 wa Kenya waliohukumiwa kifungo cha maisha jela, wako kutwa na hatia ya kutoroka eneo la kazi miaka saba iliyopita wamenyimwa dhamana. Wanajeshi hao walikuwa wamekata rufaa pinga hukumu hiyo. mili mia moja kugundulika Nigeria, ni habari nyingine katika ukurasa oh, wa pili kwenye gazeti hili, inatoka Abuja, Nigeria. Inasema wanajeshi wamegundua kaburi la pamoja mashariki mwa Nigeria. Mili mia moja imegunduliwa kuzikwa katika kaburi hilo, na siku chache baada ya kukomboa tena mji wa Damascus, kutokana kutoka kwa wanamgambo wa Boko Haram. Habari nyingine ni IS ya Kere kushambulia misikiti, misi Yemen. Wa like IS wa misikiti. Mwene, nchini Yemen inasema kundi la wapiganaji wa dola la Kiislamu IS linasema kuwa wapiganaji wake waliendesha mashambulizi ya kujitoa mhanga kwenye misikiti miwili nchini Yemen ambapo zaidi ya watu 142 waliuawa. Na kwa upande wa gazeti ni Tanzania katika ukurasa wa kwanza lenye la asema nagombea urais, asema ameshawishika baada ya mashewa nyumbani kwa Kikwete kumchangia laki saba. Atangaza vipaumbele vyake. Lakini pia anaandika zito, ana mema hajatulia, asema Lissu. Lakini pia kuna nukuu inasema alikuwa na mambo mazuri mengi, ni mcheshi sana, lakini kwa masuala ya chama ana nidhamu hata kidogo, na huwezi, na hawezi kutulia. Hii ni nukuu ya Lissu. Ni mwanasheria mkuu wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema, Tundu Lissu amewakejeli watu wanaotoa matamshi ya kusikitishwa na hatua iliyochukuliwa na chama hicho ya kumvua wanachama aliyekuwa mboga wa Kigoma Kaskazini Zitto Kabwe kwa kueleza kuwa masikitiko yao hayatakiyumbisha chama hicho. Sarakasi Muhimbili ni miongoni mwa kidokezo katika ukurasa wa kwanza kwenye gazeti hili, lakini kwa undani zaidi ni ukurasa wa pili. Inasema hali si shwari hospitali ya taifa ya Muhimbili baada ya mvutano wa chini kwa chini uliodumu kwa muda mrefu kwa madaktari wa kitengo cha moyo kusababisha kutenguliwa kwa uteuzi wa, wa kiongozi wao daktari Robert Mbunge. Taarifa za uhakika zilizokusanywa na gazeti hili Jumapili kutoka ndani ya kitengo hicho zimeeleza kabla ya kutenguliwa kwa uteuzi wa, wa daktari Mbunge Muhimbili ilimtimua kutoka kwenye nyumba aliyokuwa akiishi kwa kile kilichoelezwa alikuwa akizuia ulaji wa wenzake wakiwemo viongozi wa juu wa taasisi hiyo. Joyce Banda akimbia Malawi ni habari katika ukurasa wa tatu kwenye gazeti Mtanzania, in inasema rais wa zamani wa Malawi Dr. Joyce Banda amekimbilia nchini Marekani kuomba hifadhi ya kisiasa. Chanzo cha kuaminika kutoka Marekani kiliambia gazeti hili kwenye kati tofauti kwa dkta Banda ameshapewa hifadhi na serikali ya Marekani, ingawa inafanywa siri. Na nikitimisha gazeti Mtanzania nakamata gazeti Jambo Leo sauti ya jamii lenye laandika, serikali yasema tani 100 za sukari zitaingizwa nchini, lakini pia